Enyi wanadamu, sikilizeni vyema, huenda mimi sitakuwa nanyi kwa muda mrefu. Wanyonge miongoni mwenu walisheni kwa kile mnachokula, wavisheni kwa kile mnachovaa. Mtakutana na Mungu wenu, naye atawahesabieni kwa matendo yenu. Waliopo wafikishie wasiokuwepo. Nyote ni wazao wa Adam na mbora wenu ni yule anamcha Mungu zaidi. Fikirieni sana juu ya ninayosema, fitina zote ziondolewe. Lazima mjue kuwa kila Mwislamu ni ndugu wa Mwislamu mwenzake na Waislamu wote ni ndugu. Kati ya Waislamu hakuna makabila wala rangi Usichukue chochote kutoka kwa ndugu yenu isipokuwa kwa kile kilichotolewa kwa hiari. Msidhulumu wala msidhulumiwe. Enyi watu wangu, mimi ni mwanadamu tu. Huenda malaika wa mauti akanijia hivi karibuni na mauti kanikumba, lakini nimewachieni kitabu kilichoteremshwa na Mungu, Quran, ambayo ni nuru na mwongozo na mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwarudia watu wa hadhari ya mwisho ya Qur'ani, muhuri na mwisho wa funuo. Sio maneno ya Muhammad, bali ni maneno ya Mungu: leo nimewakamilishieni dini yenu na nimewatimizieni neema yangu juu yenu na nimewapendeleeni Uislamu uwe ndio dini yenu.